Maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni mfano wa uongozi uliotukuka, uliojaa hekima, unyenyekevu na uzalendo wa dhati. Alizaliwa tarehe 13 Aprili 1922 katika kijiji cha Butiama mkoani Mara, katika familia ya kawaida lakini yenye misingi imara ya maadili. Tangu akiwa mdogo, Nyerere alionyesha dalili za kuwa kiongozi mwenye fikra pana, aliyependa elimu na aliyethamini haki na usawa miongoni mwa watu. Elimu ilikuwa nguzo muhimu katika maisha ya Mwalimu Nyerere. Alisoma katika shule mbalimbali hadi kufikia chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda na baadaye chuo kikuu cha Edinburgh nchini Uingereza. Kupitia elimu alijenga uwezo wa kufikiri kwa kina, kujieleza kwa busara na kuelewa kwa mapana changamoto zilizokuwa zikiikabili Afrika wakati wa ukoloni. Ndiyo maana alitumia elimu kama silaha ya kuwakomboa Watanzania kiakili, kijamii na kisiasa. Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi aliyeamini katika nguvu ya umoja. Aliongoza mapambano ya kudai uhuru wa Tanganyika kwa njia ya amani, akihubiri mshikamano, uvumilivu na mazungumzo badala ya vurugu. Kupitia uongozi wake, Tanganyika ilipata uhuru mwaka moja tisa sita moja na baadaye kuwa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka moja tisa sita nne Alikuwa rais wa kwanza wa nchi hii, lakini alitawala kwa moyo wa kuhudumia watu, si kwa tamaa ya madaraka. Falsafa ya ujamaa na kujitegemea ilikuwa alama kuu ya uongozi wa Nyerere. Aliamini kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila mshikamano, usawa na kuheshimiana Alipigania jamii ambayo haina unyonyaji, ambapo kila mtu anapata fursa ya kuchangia na kunufaika na rasilimali za taifa. Ingawa sera hizi zilipitia changamoto mbalimbali, dhamira yake ilikuwa njema, kujenga taifa lenye haki, utu na mshikamano. Kipengele cha kipekee katika maisha ya Mwalimu Nyerere ni unyenyekevu wake. Alipoamua kuachia madaraka mwaka moja tisa nane tano alithibitisha kuwa uongozi wa kweli si kung'ang'ania vyeo, bali ni kutanguliza maslahi ya taifa. Aliishi maisha ya kawaida akiheshimika, si kwa mali au anasa, bali kwa misingi ya maadili na hekima aliyorithisha kwa taifa. Kwa ujumla, maisha ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni urithi adimu kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Alikuwa kiongozi mwenye maono, mwalimu wa haki na mfano wa kuigwa. Kumbukumbu yake itaendelea kuishi mioyoni mwa Watanzania kama nguzo ya amani, umoja na uzalendo wa kweli.